biashara na uchumi. Dhamira ya kweli ya kubadilika kifikra na kimtazamo vimeelezwa kuwa ni kichocheo katika kuleta mapinduzi ya kiuchumi na kijamii miongoni mwa Watanzania. Ifuatayo ni taarifa kamili. Mstahiki Meya wa jiji la Dar es Salaam, Isaya Mwita ameasema hayo wakati alipokutana na ujumbe wa watu kumi na moja kutoka nchini Korea ulioongozwa na mea wa jiji la Yong In Shin En Song, ikiwa ni mkakati wa kuanzisha mahusiano katika nyanja ya elimu, utamaduni na kiuchumi. Amesema Wakorea wameendelea sana katika nyanja ya teknolojia, hivyo ni jukumu la Watanzania kujituma na kubadilika kutoka hapa walipo na kuelekea katika mtazamo chanya. Watu wa Korea, watu wa jamhuri ya Korea wamekuwa ni somo kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Watu hawa ambao kimsingi wamejenga utaratibu wa kufanya kazi sana, hicho ndio kimewafanya wamefika sehemu ya mbali na wameendelea sana. Kwa upande wake, balozi wa Korea hapa nchini Song Jung Yong amesema uhusiano kati ya Tanzania na Korea haukuanza leo, hivyo ni mwendelezo wa kuelekea katika maendeleo ya kweli katika sekta za elimu na uchumi.

Naye makamu mwenyekiti wa Sehimo Undong Tanzania Gardens Kayombo amesema dhamira kubwa ya Korea ni kuwekeza katika viwanda, na kwa kuzingatia falsafa ya rais ya awamu ya tano ya kuijenga Tanzania ya viwanda itakuwa ni msingi mkubwa uhusiano huo wa majiji hayo mawili. Yongin City ni, ni jiji ambalo limejaa kwa kiwango kikubwa viwanda kwa baadaye kutakuwa na kubadilishana exchange ya wafanyabiashara na wana viwanda katika nchi yetu, na hasa katika kutekeleza sera ya serikali ya sasa ya Tanzania yenye viwanda. Na nadhani haya mahusiano yatadumu na yataendelea yata yata sana. Wekezaji wa nchi ya Korea tayari ulishaanza kabla mambo yote haya yajaanza. Hivi tunavyoongea, tuna United African University of Tanzania, ni chuo kikuu kiko pale Kigamboni lakini kuna chuo cha pili ambacho kitazunduliwa Septemba ni chuo cha teknolojia na, na, na sayansi ya kilimo ambacho kitakuwa mwasonga katika kata ya kisarawe tu. Wote huu ni uwekezaji wa nchi, nchi ya Korea. Fredi Mwanjala, Dar es Salaam.